Mimi naitwa Harris Kapinga. Naitwa Bella Mateunga. Wiki iliyopita tulikwambia tuko tunakuja kwako ili tuweze kukuambia mambo mali matatu. Leo tumerudi tena tukwambia kitu fulani. Mm. Kwa wiki mbili mfululizo sasa katika Temino tumekuwa tukiongelea kuhusu kauli mbiu ambayo tumeintroduce mwaka huu mwaka elfu mbili na kumi na tatu. Mm -hmm. Kumina, tatu. Mm -hmm. Na kauli mbiu yetu ni mabadiliko ya kifikra. Mindset transformation. Tunaamini kabisa kwa mwaka elfu mbili na kumi na tatu ni mwaka wa mapinduzi na mabadiliko ya kifikra kwa kila Mtanzania. Tunaamini kabisa kwamba nchi hii itaendelea kama fikra zetu zikiweza kubadilishwa kwa maendeleo zaidi. Ndani ya Temino kwa wiki mbili mfululizo, tumezungumza kauli mbiu yetu hiyo, ambayo inasema wa watanzania tunaweza kufanya mambo makubwa iwapo tutabadilika katika fikra zetu na tunaamini kwamba huu ni mwaka wa mpeni, yani it's a year of breakthrough. Kwa wiki mbili mfululizo nimekuwa na Isaac Malonga, ametufunza mengi sana. Sasa tunataka tufanye tu recap au tufanye mrejesho mm -hmm. kile ambacho kiliongelewa alafu mm -hmm. tutambulishe topic ambayo inakuja kwa wiki ijayo. Isaac alisema kwamba kama misingi ikiharibika kinachojengwa chochote akiweza kufaa, na mara nyingi tumekuwa tunaziba ufa badala ya kuanza na msingi vizuri. Akatoa kwa mtazamo wake misingi minne ambayo Tanzania tukianza nayo mambo yatakuwa mazuri. Asante tauri kwa hari kwa misingi minne, lakini cha, cha muhimu ni kwamba tukiendelea kuziba ufa kila siku inakuwa haisaidii. mm -hmm. mm -hmm. So, kwa sababu siku moja itabomoka. Swali ni kwamba tunajenga vipi hiyo misingi ya nchi yetu? Sawa kabisa, watu ni jambo la kwanza la wao huhusika katika maendeleo ya nchi yao. Kwa maana hiyo basi, tukibadilisha mtazamo wetu lazima tutafika sehemu. Mwalimu Nyerere alisema ili tuendelee, kutaja mambo manne, watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. mm. Tumegundua kwamba watu wakisimama, ardhi inatengenezwa na watu, siasa safi na uongozi bora zinatengenezwa na watu. mm. Basi jambo la kwanza ni mtazamo. Wewe una mtazamo gani kwenye maisha yako? Isaac akatwambia hofu ya Mungu ikitawala nchini, tunaweza tukatengeneza maono mazuri sana kwa sababu tumemwona Mungu uweze ukayavoid hiyo. Lakini kwa nyingine ni kwamba wewe una maono gani na nchi yako, una maono gani na wewe, unajifikiria vipi wewe, unadhani umebeba kitu gani ndani yako, una, una ukubwa kiasi gani? ambapo kuna maono aina mbili, kuna maono ya kukukuku, mm -hmm. <laughs> maono yako ni kujikinga zaidi, lakini pia kuna maono ya mwewe, mm -hmm. au tai, mm -hmm. ndiyo hivyo, maono yake ni kupawa kwa sababu marefu, masafa marefu na kuachieve kubwa zaidi. Ukijitizama umekaa kivipi? Una maono ya kuku, una maono ya tai. Jambo la msingi mbati kitu tulifanya ni kwamba chochote tunachokifikiria sasa hizi, tufikirie vizazi vijavyo. Kwa hiyo tutakachokuwa tunakifanya sisi, tufanye kwa ajili ya vizazi miaka 100, mia, miaka 200 mia ijayo. Tutaweza kujipanga vizuri na hata tutakapokuwa naishi wataishi kwa kukumbuka mambo mazuri ambayo tulikuwa tunayafikiria kwa hapo. Mambo mawili ya mwisho, hauwezi kuishi kwenye nchi yako ya jamii ambayo hauipendi. Oh, anza kujifunza kupenda, wewe kupenda ucho nacho, kupenda jamii yako na kupenda kicho kuzunguka, lakini pia lazima nchi ya tumaini. Sasa swali ni kwamba Tanzania tuzima kwa tumaini gani? Kama hakuna tumaini, tunaamka vipi? Tunafanya vitu tunayofanya kila siku. Wiki hii tunazungumzia uzalendo. Mm. Mzalendo ni nani? Ana ana hadhi gani? Kwa nini huyu mzalendo una manufaa gani katika maisha yetu? Ina manufaa gani kwa Tanzania? Kuzungumza Kiswahili ni uzalendo. Kuvaa bendera ya nchi ni uzalendo. Kuvaa bangili kama hizi, je, ni uzalendo? Ungana nasi tukwambie mambo mazuri juu ya uzalendo. Uzalendo ni nini? Jiunge na Bella na Harris ndani ya Temino Jumamosi hapa.